Mfumo wa ulinzi wa anga wa Pantsir-S ni moja ya silaha za kisasa na zinazotambulika zaidi katika jeshi la Urusi, ukiwa ni sehemu muhimu ya mkakati wa taifa hilo katika kulinda anga yake dhidi ya vitisho vinavyozidi kuwa vya hali ya juu. Pantsir-S umebuniwa mahususi kwa ajili ya kulinda miundombinu muhimu ya kijeshi na kiraia pamoja na mifumo mikubwa ya ulinzi wa anga kama S-300 na S-400. Katika mazingira ya vita vya kisasa ambapo mashambulizi ya anga hutumia ndege zisizo na rubani, makombora ya masafa mafupi na silaha za usahihi wa hali ya juu, Pantsir-S umeundwa kwa ngao ya mwisho yenye uwezo wa kuzuia uharibifu mkubwa kabla haujatokea. Chanzo cha maendeleo ya Pantsir-S kinahusiana moja kwa moja na mabadiliko ya mazingira ya usalama baada ya kumalizika kwa vita baridi. Urusi ilitambua kuwa mifumo ya zamani ya ulinzi wa anga haikuwa tena na uwezo wa kukabiliana kikamilifu na vitisho vipya kama drones ndogo, makombora yanayoruka chini na mashambulizi ya ghafla ya kasi kubwa. Hivyo ilihitajika silaha mpya yenye uwezo wa majibu ya haraka, ufuatiliaji wa kisasa na ufanisi mkubwa katika masafa mafupi hadi ya kati, matokeo ya hitaji hilo yalikuwa ni kuzaliwa kwa Pantsir-S, mfumo uliotengenezwa na KBP Instrument Design Bureau of Tula, mojawapo ya taasisi kongwe na zenye uzoefu mkubwa katika tasnia ya silaha za Urusi. Kimuundo, Pantsir-S ni mfumo wa kipekee unaochanganya silaha mbili tofauti katika jukwaa moja la mapigano. Mfumo huu na makombora ya ardhini kwa anga pamoja na mizinga ya milimita 30, hali inayoupa uwezo wa kushambulia malengo ya angani kwa umbali tofauti na kwa ufanisi mkubwa. Muunganiko huu unaruhusu mfumo kushughulikia vitisho vingi kwa wakati mmoja, kuanzia ndege na helikopta hadi drones ndogo na makombora yanayokuja kwa kasi uwezo huu wa fanya kazi nyingi kwa wakati mmoja ndio unaofanya Pantsir-S kuwa tofauti na mifumo mingine mingi ya ulinzi wa anga ya masafa mafupi. Uhamaji wa Pantsir-S ni mojawapo ya sifa zake muhimu zaidi. Mfumo huu mara nyingi huwekwa juu ya lori lenye magurudumu makubwa linaloweza kusafiri kwa urahisi katika maeneo mbalimbali, hata yale yenye miundombinu duni. Uwezo huu wa kusogea kwa haraka unaruhusu Pantsir-S kubadilisha nafasi mara kwa mara, jambo linalopunguza hatari ya kugunduliwa na kushambuliwa na adui. Katika vita vya kisasa ambapo taarifa za kijasusi na drones hutumika sana kufuatilia mifu ya ulinzi. Uwezo wa kubadilisha eneo haraka ni faida kubwa ya kimkakati. Mfumo wa rada wa Pantsir-S ni nguzo kuu ya ufanisi wake. Rada hizi zimeundwa kugundua, kufuatilia na kulenga malengo mengi kwa wakati mmoja, hata yale yanayosafiri kwa kasi au yanayoruka chini, karibu na ardhi. Pantsir-S hutumia rada za ufuataji wa masafa marefu pamoja na rada za ufuatiliaji wa karibu, hali inayoupa uwezo wa kuunda picha ya anga linalolindwa. Rada hizi zina uwezo wa kufanya kazi katika mazingira yenye kelele za kielektroniki, jambo ambalo ni muhimu sana katika vita vya kisasa, ambapo adui hutumia mbinu za kuvuruga mawasiliano na mifumo ya ulinzi. Mbali na rada, Pantsir-S pia umewekewa mfumo ya ufuatiliaji wa macho na kielektroniki inayotumia kamera za sensa na infrared. mifumo hii inaruhusu Pantsir-S kufanya kazi hata pale ambapo rada zina za kuzuiwa au kuvurugwa. Uwezo huu unahakikisha kuwa mfumo haupotezi ufanisi wake hata katika mazingira magumu ya vita vya kielektroniki. Kwa kutumia mchanganyiko wa rada na sensa za macho, Pantsir-S unaweza kufuatilia malengo kwa usahihi mkubwa na kuchagua silaha sahihi ya kuyashambulia kulingana na umbali na aina ya tishio. Makombora ya Pantsir-S ni sehemu muhimu ya uwezo wake wa kupambana na vitisho vya angani. Mfumo huu kwa kawaida hubeba makombora kumi na mbili ya ardhini kwa anga ambayo yanaweza kushambulia malengo mbalimbali kama ndege, helikopta, drones na makombora yanayokuja kwa kasi. Makombora haya yanaongozwa kwa usahihi mkubwa kupitia rada na mifumo ya ufuatiliaji wa kielektroniki, jambo linaloongeza uwezekano wa kuyaharibu malengo kabla hayajafikia maeneo yanayolindwa. Uwezo wa kubeba idadi kubwa ya makombora humwezesha Pantsir-S kukabiliana na mashambulizi ya wingi, hasa yale yanayotumia drones nyingi kwa wakati mmoja. Mizinga ya milimita 30 iliyopo kwenye Pantsir-S ina jukumu muhimu sana katika mapambano ya karibu. Mizinga hii miwili yenye mirija miwili inaweza kurusha risasi kwa kasi kubwa sana na kuunda ukuta wa moto unaoweza kuangamiza malengo yanayokaribia kwa haraka. Risasi hizi zinafaa sana dhidi ya drones ndogo, makombora yanayoruka chini na hata malengo ya ardhini katika hali maalum. Kwa kuwa mizinga hii na akiba kubwa ya risasi, Pantsir-S anaweza kuendelea kupambana kwa muda mrefu bila kuhitaji kujazwa upya mara kwa mara. Kasi ya majibu ya Pantsir-S ni moja ya sifa zake zinazompa umaarufu mkubwa. Mfumo huu unaweza kutoka hali ya kusubiri kwenda hali ya mapigano ndani ya sekunde chache sana, mara nyingi chini ya sekunde kumi baada ya kufika katika eneo jipya. Hii inamaanisha kuwa Pantsir-S mfumo huu unaweza kushughulikia vitisho vinavyojitokeza ghafla bila kuchelewa. Katika vita vya kisasa ambapo mashambulizi ya ghafla na ya rasni ya kawaida, uwezo wa kujibu haraka ni jambo la msingi katika kuamua mafanikio ya ulinzi. Katika matumizi ya kivita, Pantsir-S amepewa jukumu la kulinda miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, kambi za kijeshi, vituo vya amri, mitambo ya nishati na hata majengo ya kimkakati ya serikali. Mfumo huu umetumika katika maeneo mbalimbali kama sehemu ya ulinzi wa anga wa Urusi, hasa dhidi ya mashambulizi ya drones na makombora ya masafa mafupi. Ripoti mbalimbali za kijeshi zimeeleza kwamba Pantsir-S umekuwa na mchango mkubwa katika kuzuia haribifu wa miundombinu muhimu kwa kuharibu vitisho kabla havijafika malengo yao. Kimkakati, Pantsir-S ni sehemu muhimu ya dhana ya ulinzi wa anga tabaka nyingi inayotumiwa na Urusi. Katika mfumo huu, mifumo ya masafa marefu kama S-400 hufanya kazi ya kugundua na kushambulia vitisho vya mbali, ili hali Pantsir-S kushughulikia vitisho vinavyopenya tabaka hizo na kukaribia malengo muhimu. Ushirikiano huu kati ya mifumo tofauti huongeza ufanisi wa ulinzi wa anga kwa ujumla na kufanya iwe vigumu sana kwa adui kufanikiwa mashambulizi angani. Kwa miaka kadhaa, Pantsir-S umeendelea kuboreshwa ili kukabiliana na changamoto mpya za vita vya kisasa. Maboresho haya yamejumuisha uboreshaji wa rada, ongezeko la masafa na usahihi wa makombora, pamoja na uwezo bora wa kukabiliana na drones ndogo na mashambulizi ya wingi. Maboresho haya yanaonyesha dhamira ya Urusi katika kuhakikisha kwamba Pantsir-S unabaki kuwa mfumo wa kisasa na wenye ufanisi mkubwa dhidi ya vitisho vinavyoendelea kubadilika. Kwa mtazamo wa kimataifa, Pantsir-S pia umevutia mataifa mengi yanayofuata mifumo ya ulinzi wa anga yenye gharama nafuu lakini yenye uwezo mkubwa. Uwezo wake wa kuchanganya makombora na mizinga pamoja na uhamaji wake na teknolojia ya kisasa ya ufuatiliaji umeufanya kuwa chaguo linalovutia katika soko la silaha duniani. Umaarufu huu wa kimataifa unaonyesha kwamba Pantsir-S haionekani tu kama silaha ya ndani ya Urusi, bali kama bidhaa ya kijeshi yenye ushindani mkubwa. Ujumla Pantsir-S ni mfano wa wazi wa jinsi Urusi imewekeza katika teknolojia ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na vitisho vya karne ya 21. Muunganiko wa silaha mbalimbali, uwezo wa majibu ya haraka, ufuatiliaji wa kisasa na uhamaji mkubwa, umeifanya, umefanya Pantsir-S kuwa nguzo muhimu katika ulinzi wa anga wa Urusi. Katika enzi ambayo drones, makombora ya kasi na mashambulizi ya ghafla yanazidi kuongezeka, Pantsir-S inaendelea kuwa ishara ya uwezo Urusi katika kubuni na kutekeleza mifumo ya kisasa ya kijeshi inayoweza kulinda anga, miundombinu ya taifa dhidi ya vitisho vya kisasa na vya baadaye. Hii ni Dama Online Media, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare kwa ajili ya makala za kisasa zaidi kutoka mataifa yenye ushawishi duniani.